Karibu kwa wakati mwingine tena katika platform hii ya Kidume, platform ambayo inalenga kuwatengeneza wanaume wote wanaofuatilia kuwa vidume. Kuwa kidume maana yake kuwa na uwezo mzuri kabisa na imara wa kushiriki tendo la ndoa ama sex au kufanya ngono vizuri kabisa, kwa ufasaha, ukaridhika, ukamridhisha na mwenzio, kwa sababu wanaofanya ni wawili, sio peke yako. So nataka leo ni tutoe angalizo fulani hivi ambalo ndio kitu pekee au kitu kikubwa sana ambacho kinafelisha wanaume wengi sana kuwa kidume. Unashindwa kuwa kidume kwa sababu wewe ni mtu wa kupiga punyeto. Wewe ni mtu wa kupiga punyeto. Kitu ambacho ni kitu kikubwa sana, hatari sana katika safari ya kuwa kidume. Kinakuchelewesha na kinakufelisha kabisa, yani kinakurostisha kabisa. Hautaweza kuwa kidume ikiwa una, una, una, una utaratibu wa kupiga punyeto. Wengine wamekuwa wateja kabisa, kiasi kwamba haiwezi kupita siku hajapiga punyeto, haiwezi kabisa kupita siku nzima asipige punyeto. Kwa namna yoyote ile atapambana, lakini ana ratiba yake, anajua ikifika saa mbili inapoenda kuoga lazima nishushe hata kimoja, kitu ambacho sio sawa kwa wewe ambaye unataka sasa basi, kwa kuwa hiyo ni changamoto moja kubwa sana, naomba niweke angalizo. Naomba nikusisitize wewe unayetazama sasa hivi, kama unataka kuwa kidume haswa, acha kupiga punyeto, acha kupiga punyeto. Ina madhara kiafya pamoja na saikolojia. Saikolojia yako haiwezi kuwa sawa ikiwa wewe una utaratibu wa kupiga punyeto speshali unapiga kila siku, kwa sababu utapenda utaona tamu na itakupelekea sehemu mbaya ya kuweza kushindwa kabisa, kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa. Utakuwa uwezi kabisa kutana na mtu yoyote, itakuwa uwezi kabisa kufanya mapenzi vizuri ukaridhika na ukafanya pia mwenza wako akaridhika. Kwa hiyo, ninakusisitiza acha punyeto mara moja ikiwa unataka kuwa kidume haswa, mtu ambaye una uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri na kumfanya mwenza wako pia akaridhika, kwa sababu punyeto inaathiri mfumo mzima wa masuala ya uzazi na uh, na na uwezo mzima wa kushiriki tendo la ndoa. Unavyojichua, unavyopiga punyeto, unalegeza misuli ambayo ipo kwenye uume ambayo kazi yake ni kusimama kwa strong ili uweze kushiriki vizuri tendo la ndoa unapofanya vile kwa muda mrefu, maana yake ni kwamba unapiga punyeto kwa muda mrefu, maana yake ni kwamba unaondoa uwezo wa misuli kusimama. Itafikia hatua uume utakuwa unashindwa kabisa kuweza kusimama, au kusimama kwake ni mpaka uangalie video za ngono, kwa sababu ndio kitu ambacho kinakusindikiza kwenye kupiga video kwenye simu yako, unachukua kama ni mafuta, sabuni, chochote ambacho unatumia unaangalia, ndio unaamsha hisia za kuweza kufanya mapenzi na mkono wako. Acha inakuharibia kabisa kabisa, kabisa mfumo wako uzazi. Utakuwa huwezi kusimamisha, hata ukisimamisha unaweza shindwa kufanya kwa raundi kadhaa, ukafanya muda mchache ukamaliza ukashindwa. Wakati mwingine unashindwa hata kuenjoy wewe mwenyewe sio tu kufanya mwenzako wakaenjoy hata wewe mwenyewe pia unashindwa kuenjoy, ni kwa sababu ya punyeto. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kukiacha mara moja, kama unataka kuwa kidume. Kama unataka kuendelea kuwa na hilo tatizo la kushindwa kufanya mapenzi vizuri, kushindwa kushiriki ngono vizuri, kushindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri, acha punyeto tu. Imeathiri watu wengi sana, vijana wengi sana wameathirika ambapo sasa unaweza kukuta kijana mwenye umri mdogo kabisa visuri, yeye, kwa sababu ameshaathirika anakutana na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, anashindwa kufanya mapenzi vizuri, akaridhika yeye akamridhisha mapenzi wake. Kwa hiyo kidume, tunakukumbusha kwamba acha punyeto, ina madhara makubwa sana kwenye afya yako, pamoja na kwamba inadhoofisha mfumo wa kufanya mapenzi, kushiriki tendo la ndoa, kushiriki ngono, lakini vilevile vile, hata kwenye uzalishaji, hata kwenye udhaifu wa mwili, utakufanya mwili kuwa mdhaifu, muda wote utakuwa unajisikia umechoka, una nguvu, ni kwa sababu ya kupiga punyeto. Kwa hiyo acha kupiga punyeto. Kidume hapa, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu, subscribe hapo chini ili uendelee kuwa unapata taarifa hizi uh, kwa haraka zaidi, lakini uwe uh, unapata taarifa hizi kwa, kwa fasaha kabisa, kwa sababu tunaelekezana vitu ambavyo tuna experience navyo, tuna stori nazo, tuna hadithi za hivyo vitu. Nakuja mtu anakuambia mimi nimekutana na moja mbili tatu, kwa sababu nilikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tuendelee kuelekezana ku vitu kama hivyo. Acha kupiga punyeto. Huwezi kuwa kidume kama unakuwa ni mtu punyeto.